Kwa majina mimi naitwa Bishanga tzetwa ni afisa kilimo kutoka Halmashauri ya wilaya ya Kyerwa. Hapa tupo tunaendelea na zoezi la ugawaji wa miche ya kahawa, na hichi ni kitaru cha tisa katika vitaru kumi tulivyokuwepo navyo katika wilaya ya Kyerwa. Tumeanzia, tulianzia tarafa ya Kaisho, tukaenda tarafa ya Mrongo, tukaja tarafa ya Nkwenda na sasa tupo tarafa ya Mabira ambao nafikiri tunaelekea mwishoni mwa ile zoezi la ugawaji wa miche kwa mwaka 2025 26 kwa mwaka huu tunatarajia kugawa miche laki, milioni 5 laki 1 sitini na moja elfu na mia sita sitini na sita ambayo tunategemea kuigawa kwa, kwa, kwa mwaka huu na mpaka sasa tumeshafikia asilimia 80 ya ugawaji wa miche kwa mwaka huu Hakika mwamko wa wananchi ni mkubwa sana, kwa sababu kadi tunavyoendelea kugawa, tunagawa lakini bado uhitaji ni mkubwa, wananchi bado hawajatosheka. Kwa hiyo e, ni, ni fursa sasa kwa, kwa wazalishaji na ngazi ya bodi wa, waweze kutoa idadi kubwa ya miche ili iweze kutosheleza kwa wananchi wa halmashauri ya wilaya Kyerwa. Wananchi wanaendelea kuhamasika kutokana na hali ya, ya soko ya zao la kahawa. kwa sababu e, Ukiangalia kipindi cha nyuma walikuwa wanauza kuuza kilo moja shilingi elfu moja mia mbili mpaka elfu moja mia tano, lakini kwa sasa misimu mitatu kwa mfululizo hata nyinyi ni, ni, ni, ni mashahidi kwamba bei imeweza kupanda kutoka shilingi elfu moja mia mbili mpaka shilingi elfu tano kwa sasa, kitu ambacho kimewashawishi sasa wakulima wengi waweze kuingia kwenye kilimo cha zao hili la kahawa. Hakika wakati tumeanza kugawa, kwanza kabla hatujaanza kugawa kwenye kila kitalu lazima tutoe elimu. Tunaanza na kutoa elimu kwa wale wanufaika ambao wanakuja kuchukua miche baada ya hapo sasa, baada hili zoezi likisha isha la ugawaji wa miche, tutaendelea kufuatilia kupitia kwa maafisa wetu kilimo ambao wako kwenye ngazi ya vijiji na kata, ili tuweze tujiridhishe kwamba kile ambacho kimegawiwa na kimepelekwa sehemu husika na wananchi wameweza kupanda, baadaye tunufaike na hili zao takao. Wito wangu kwa wananchi ambao ndo wakulima hususani, nawahimiza kwamba sasa wajitahidi kwamba wanavyopeleka hii miche katika maeneo yao ambao wameandaa waweze kuipanda kwa ufasaha na wafate wa. Kwa mfano kama mtu atachukua miche ambayo labda e, kipindi inagaiwa kuna, kuna hali ya fulani ya jua, basi anavyopeleka hii miche aitunze kwa muda pale nyumbani aiweze kuimwagilia, na pindi ambapo mvua itanyesha, basi aweze kupeleka miche shambani. Mwisho kabisa nawasisitiza wananchi na, na wakulima wote kwa ujumla kwamba wajitahidi kuwatumia maafisa kilimo huko ambako wanapeleka hii miche waweze kuwatumia kiufasaha kwa sababu kutokana na mabadiliko ya tabia ya nchi, sasa hivi mambo yashabadilika, tusitegemee sasa kilimo cha zamani, kilimo kishabadilika. Wajitahidi kuwatumia maafisa kilimo ili waweze kupata tija kwa hili zao ambalo wanaendelea kufanya. Hali ya utaratibu wa ugawaji wa miche ni mzuri sana kwa sababu kila amkosi wanaiita wanapewa miche. Baada ya kupewa, wakulima wanakwenda kwa mwenyekiti wa amkosi, anaanza kumgawia mmoja mmoja kulingana na hitaji lake lilivyo, japokuwa hitaji letu Sio ya wengine watakosa kulingana na miche iliyopo, lakini tunaomba angalau mwaka unaofuata miche izalishwe kwa wingi, kwa sababu wahitaji ni wengi. Aa, kwa kweli ni hali ya bei ya kahawa. Bei ya kahawa baada ya kupanda, watu wamehamasika sana kwa ajili ya kupanda kahawa kwa wingi, kwa sababu kule nyuma bei ilikuwa ni hafifu, lakini sasa hivi kwa sababu bei ya kahawa inaanzia kwa hiyo watu wamehamasika sana kuja kuchukua miche ya kahawa ili waende kudhalisha kwa wingi, hasa vijana, lakini pia na wazee wapo wa kuanzia miaka 60, nao wamekuja kwa ajili ya kuchukua kahawa hizi. Hii ni nzuri kwa sababu ni kipindi cha mvua, ni, ni, ni kipindi cha mvua. Nitajitahidi miche yangu kuitunza vizuri kwa ajili ya maisha hapo baadaye, tutaisimamia kadri ya uwezo wangu, lakini pia wameboresha. Serikali kama serikali imetenganisha imetenganisha tarafa kwa tarafa kuotesha vitaro, na ndio maana msongamano utaona kwamba ni kidogo, lakini kulingana na idadi ya tarafa yetu wote wamehudhuria hapa. Imekuwa tofauti kidogo na tulivyokuwa tunahudumiwa kwenda kero kabisa. Na maombi mawili, serikali naiomba kwamba iongeze uzalishaji wa zao la kahawa, kama itawezekana hata kuweka baina ya vyama kuvigawa vyama ili kupunguza msongamano wa wananchi kuja kufuata kahawa. Lakini pia tunaomba kama itawapendeza zaidi, kutumia wataalamu wa kuja kupima udongo ili kumruhusu mkulima anachokwenda kukipanda kuangalia ni sahihi kwake.